Watendaji wa uchaguzi wametakiwa kuvishirikisha kwa ukaribu vyama vya siasa vyenye usajili kamili katika hatua zote za mchakato wa uchaguzi katika maeneo yao ili kurahisisha utekelezaji wa majukumu. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Mahakama ya Rufaa, Mheshimiwa Jacobs Mwambegele amesema hayo Januari 24, 2026 mkoani Iringa wakati akifungua mafunzo ya siku tatu ya watendaji wa uchaguzi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 na kuhakikisha kuna kunakuwa na mpangilio mzuri ambao utaruhusu uchaguzi kufanyika kwa utulivu na amani. Mapema kabla ya kufungua mafunzo hayo, mwenyekiti huyo wa tume akiwa ameambatana na wajumbe wa tume huru ya taifa ya uchaguzi walimtembelea na kuzungumza na mkuu wa mkoa wa Iringa ofisini kwake. Baadhi ya wa washiriki wa mafunzo hayo wanaeleza: tumeitwa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 na kata ya Shiwinga iliyopo halmashauri ya wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, unaotarajiwa kufanyika tarehe 26 Februari 2026. Mafunzo hayo ya siku tatu yamewahusisha waratibu wa uchaguzi wa mikoa ya Songwe na Ruvuma, wasimamizi wa uchaguzi, wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo, wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata, maafisa uchaguzi, maafisa ununuzi na wahasibu. Kutoka hapa Iringa, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.